Ndugu wa wakulima, kama mnavyofahamu, mkoa wa Ruvuma ikiwemo wilaya hii ya Songea unaendelea kukua kwa kasi kiuchumi kupitia sekta ya kilimo pamoja na sekta nyingine za biashara, ujenzi na uwekezaji kwenye viwanda. Ukuaji katika sekta ya kilimo unaambatana na changamoto ya mitaji, maarifa ya kifedha na ufahamu wa namna ya kushirikiana na taasisi za kifedha kama TADB. Elimu mtakayoipata leo itasaidia sana kuongeza uwezo wa wakulima wetu katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara na hivyo kuufanya mkoa wetu kuendelea kuwa kinara wa uzalishaji wa mazao ya chakula hapa nchini. Lengo la mafunzo haya ni kutoa uelewa kwa wakulima, wafugaji na wavuvi katika maendeleo mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo hii tuko Ruvuma na hii ni utaratibu ambao tumejiwekea kama benki kwa ajili ya kuwaelimisha wakulima, wavuvi na wafugaji kuhusu fursa za mikopo zilizoko katika Benki ya Maendeleo ya Kilimo, lakini ni namna gani ambavyo wanaweza kuleta maombi yao katika benki yetu au katika taasisi zile nyingine ambazo tunafanya nazo kazi ili waweze kupatiwa mikopo. Kwa hiyo tuliona kwamba kuna kukosekana kwa taarifa miongoni mwa wakulima, tukaona tuanzishe huo utaratibu au hiyo programu ya kuwaletea wakulima wetu wavuvi wetu na wafugaji hizo taarifa, ili waweze kuzichangamkia fursa za mikopo. Na leo tupo Songea kueleza huduma tunazozitoa benki kwa maana ya mikopo, riba, na namna yoyote ile ya utoaji wa mikopo. Benki ya Maendeleo ya Kilimo inatoa mikopo uh, kwa njia ya moja kwa moja, kwa maana ya mteja anafika benki analeta andiko lake la mradi, maofisa wetu wanachakata, hatimaye anaweza kupatiwa mkopo. Njia ya pili, tunatoa mkopo kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja, kwa maana ya kwamba tunashirikiana na taasisi nyingine za fedha kupitia mfuko tunaoita mfuko wa dhamana kwa wakulima wadogo, unakwenda kwenye benki au taasisi nyingine ya fedha ambayo tuna makubaliano nayo unaenda kukopa mkopo uh, wa kilimo uh, kupitia mfuko wa dhamana wa wakulima. Wanaopatiwa mikopo uh, anaweza akawa mkulima mmoja mmoja, kikundi cha wakulima uh, kilichosajiliwa uh, vyama vya ushirika na makampuni yoyote yanayojishughulisha na kazi za kilimo kwenye mnyororo wa thamani wa aidha madhao ya, ya, ya shambani, kilimo mifugo au kilimo uvuvi elimu hii au mafunzo haya tumeyatoa kuanzia mwaka juzi na tumejitahidi hadi sasa, tumefika mikoa 15 Ruvuma ikiwemo. Tumewafikia wakulima kwenye wilaya takriban 20 na wakulima ambao ni wakulima binafsi, wakulima ambao wako kwenye vikundi, wakulima ambao wako kwenye vyama vya ushirika, kwa ujumla ni zaidi ya wakulima 2500 mpaka sasa. Lengo la mafunzo haya ni kuwapa uelewa wakulima, waelewe kwamba Benki ya Kilimo ipo na waelewe fursa zilizopo Benki ya Maendeleo ya Kilimo, na waelewe pia kwa lugha nyepesi ni jinsi gani wanaweza wakafanya ili wapate mikopo, wanufaike na huduma tunazozitoa.